Jana katika mfululizo ya ya wa simulizi ya mauaji ya muuguzi wa hospitali ya rufaa KCMC Patricia Ibreck yaliyofanywa na mganga wa jadi Omary Mahamudu Rang'ambo, tuliwaletea ushahidi wa mtoto wa marehemu uende Mrema. Katika ushahidi wake alioutoa mbele ya jaji Safina Simfukwe wa mahakama kuu kanda ya Moshi, tuliishia pale mganga akisafisha mazingira ya nyumba baada ya kumuua na kumzika Patricia nje ya eneo la nyumba yake. Wende alieleza namna alivyomsikia mganga huyo akisema kuwa mizimu ilikuwa imefanikiwa kumsafirisha Patricia na kumtaka mtoto kuingia katika chumba cha mama yake na kufanya usafi, ndipo alihisi harufu ya ubani. Leo tunakuletea sehemu ya mwisho ya ushahidi wake na wa mashahidi wengine. Wende alieleza mahakama kuwa Omari alimtaka ampe fedha nyingine kama gharama za kumtibu mama yake ili aweze kuondoka Moshi, na alihitaji kati ya na shilingi milioni 25, hivyo akalazimika kuuza shamba lake jingine. Alifanikiwa kupata mnunuzi aliyempa milioni 10, kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kumlipa shilingi milioni 25. Hivyo alichukua fedha hizo na kumpa Omari, aliyeondoka asubuhi. Wende aliambia mahakama kuwa aliendelea kumsumbua Omari, akitaka kufahamu mama yake anaendeleaje, na alimhakikisha kuwa mama yake yupo salama, na yeye anachotakiwa ni kuendelea kumtafutia pesa. Alieleza kuwa Machi 2021 viongozi wa kijiji walimfuata na kumuuliza mama yake yuko wapi. Aliwaambia yuko India kwa matibabu, na aliwadanganya kwa kuwa Omari alimpiga marufuku kuwaeleza kuwa, kuwa, amechukuliwa na mizimu. Kwa mujibu wa Wende, Omari alimwambia endapo angetoa siri hiyo angekufa na kuongeza kuwa Omari alimpiga marufuku kwenda eneo lile walilompeleka mama yake kwa kuwa kuna mizimu inamlinda, hivyo asiende hai hadi amwambie. Ndipo Desemba 2021, maofisa wa polisi walimfuata na kumtaka awaeleze mahali alipo ya mama yake. Aliwaeleza kuwa mizimu ya Omari ilikuwa imemchukua na inamtibu na aliamua kusema ukweli ili maofisa hao wamsaidie mama yake. Wende alikuwa hafahamu mahali alipo Omari, isipokuwa aliwaeleza kuwa mganga mwenzake aitwaye Waziri anajua alipo, ndipo wakawapeleka polisi hadi Korogwe ambako Waziri alikamatwa na polisi. Shahidi wa nane Musa Liali aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji cha Rau alieleza namna Machi 2022 alivyopokea taarifa za kutoweka kwa Patricia kushirikiana na polisi na alivyoshiriki katika mchakato wa kufukua mabaki ya mwili wa Patricia. Shahidi wa kumi Dkt. Alexi Mremi ambaye ni daktari kutoka Hospitali ya Rufaa KCMC alieleza namna alivyoshiriki katika kazi ya kufukua mwili wa Patricia kutoka kwenye shimo na kuufanyia uchunguzi. Alieleza kuwa shimo alilokuwa amezikwa mama huyo lilikuwa na urefu wa kama meta moja, na ndani ya shimo walikuta jambia, shuka ya kulalia na blanketi, na kwamba jambia lilikuwa na nywele, matone ya damu na mchanga. Pia walikuta mabaki ya mwili wa mtu mwanamke. Mashuka na blanketi vyote vilikuwa na damu, na fuvu lilikuwa na alama ya kukatwa na kitu chenye ncha kali, na mwili huo ulikuwa umeharibika kutokana na kukaa zaidi Dkt Mremi alibaini kiini cha kifo kilitokana na kuvuja damu nyingi kulikosababishwa na kuchinjwa, na kufafanua kuwa hiyo ilitokana na kichwa kutenganishwa na kiwiliwili, matone ya damu kwenye shuka na blanketi na jambia lenye damu. Shahidi huyo alieleza kuwa kupinda kwa mkono wa mama huyo kuna ashiria alikuwa akijitetea, na kwamba kama marehemu asingekuwa na majeraha kusingekuwepo na damu katika mashuka ya kulalia, blanketi na nguo zake. Kwa upande wake, shahidi wa kumi na mbili Station Isa mwenye namba E elfu nane mia nane sabini na mbili aliyekuwa mpelelezi wa kesi hiyo alieleza namna walivyopata taarifa za kutoweka kwa Patricia kupeleleza na kukamata mtuhumiwa mkuu. Baada ya upande wa jamhuri kukamilisha ushahidi wa mashahidi wao mahakama ilimwona mshtakiwa ana kesi ya kujibu. Katika utetezi wake, kwanza alianza kwa kulikataa jina lake la pili linaloonekana kwenye nyaraka za mahakama akisema ni Muhammad na sio mudu na akaelezea kwa kirefu shughuli inayomwingizia kipato na namna alivyokamatwa. Alikanusha kutenda kosa la mauaji ya kukusudia ya Patricia na kusema ni mashtaka ya kutungwa yaliyochangiwa na kutoelewana kati yake na Wende baada ya kumfuma Wende akiwa na mwanaume mwingine chumbani kwake. Kutokana na kitendo hicho walivunja mahusiano. Wende alianza kumfuatilia ili kurejesha uhusiano na alipokataa kurudiana naye, Wende alimtishia kuwa atamfanyia kitu ambacho hataka kisahau maishani mwake. Hata hivyo, wakati akiulizwa maswali ya dodoso na wakili wa serikali Edith Msenga, alikiri kuwa majina a Omari Mahamudu Rang'ambo yalikuwa ni miongoni mwa mambo ambayo hayakubishaniwa wakati wa usikilizwaji wa awali. Baada ya kumaliza kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili katika shauri hilo, jaji Simfukwe alisema hoja kuu inayohitaji kuamuliwa na mahakama ni kama upande wa mashtaka ulikuwa umeweza kuthibitisha shtaka pasipo kuacha shaka. Jaji Simfukwe alisema kanuni kuu ya sheria za jinai imeupa upande wa mashtaka jukumu la kuthibitisha shtaka linalomkabili mshtakiwa, na viwango vya kuthibitisha shtaka hilo ni lazima lithibitishwe pasipo kuacha mashaka yoyote. Alieleza kuwa katika shtaka la mauaji, upande wa mashtaka ni lazima uthibitishe kwamba kuna mtu alikufa, kifo chake hakikuwa cha kawaida, mshtakiwa ndiye anawajibika na mauaji hayo na alifanya mauaji kwa nia ovu katika kesi iliyoko mbele yake, jaji alisema mganga huyo wa jadi anahusishwa na mauaji hayo kwa kuegemea vitu vitatu ambavyo ni kanuni ya yeye kuwa mtu wa mwisho kuwa na marehemu, shahidi wa mazingira na maelezo yake ya onyo. Jaji Simfukwe alisema hakuna ubishi, Patricia alikufa na kifo chake hakikuwa cha kawaida. Katika kujibu hoja zingine, jaji alisema ushahidi wa shahidi wa sita, yani wende wa Jamhuri, unaeleza namna mshtakiwa alivyompa Patricia dawa za enyeji na alipopoteza fahamu, mshtakiwa alimtaka amletee jembe na shoka. Mbali na vitu hivyo, lakini alimtaka alete na vitu vingine ambavyo kwa ajili ya kusafisha eneo hilo ili kuruhusu mizimu kuwepo. Na baadaye usiku, Omari alimtaka Uende ashirikiane naye kumbeba mama yake na kumpeleka nje ya nyumba, na nukuu. Hapo shahidi huyo wa sita akaamriwa aondoke kurudi chumbani kwake bila kuangalia nyuma anakotoka na pia azime taa zote. Baadaye akamwambia ya mama yake amechukuliwa ya na mizimu kwa ajili ya kwenda kumtibu, alieleza jaji Simfukwe. Inasikitisha kwamba shahidi huyo wa sita alikuwa anamwamini sana mshtakiwa kama mganga wao wa jadi, aliamini kila kitu alichoambiwa. Mshtakiwa alikuwa anawajibika kueleza aliachanaje achanaje na marehemu. Jaji Simfukwe akaongeza katika uchambuzi wake kuwa mshtakiwa alikanusha kutenda kosa hilo la mauaji na kumtuhumu mtoto wa marehemu kuwa ndiye aliyemtengenezea kesi hiyo kwa kuegemea mahusiano yao ya kimapenzi. Usikose kufuatilia simulizi hii katika gazeti la Mwananchi na mitandao yake ya kijamii. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.